Mtu mzima mtoto sehemu ya pili. Endelea. Usijali jamani, mtoto mzuri, sogeza mdomo wako kwenye masikio yangu. Sefu alifanya hivyo, akausogeza mdomo wake kwenye masikio ya Walda yaliyovikwa hereni nzuri za kung'aa. Lakini Walda alijikuta akisisimka mwili baada ya Sefu kumwingiza ulimi masikioni, kitu ambacho hakutegemea. Kumbe Sefu alikuwa ni mtundu hatari na muda wote huo alikuwa akiigiza sura ya upole na aibu. Alipohakikisha kuwa mwalimu anahitaji dudu washa, aliushusha mkono wake mpaka kwenye kitovu cha Walda kilichoingia ndani na kukichezea huku akishuka mpaka kwenye bustani iliyopaliliwa vizuri na kufanya kama anaupandisha mkono wake juu kuelekea kwenye kitovu na kuushusha. Walda hakuamini macho yake kama Sefu alikuwa mtundu hivyo. Sefu aliendelea kuingiza ndani zaidi mkono wake na kukutana na kitumbua cha Walda kilichokuwa kimeanza kutoa machozi. Mkono wa Sefu ulipokifikia kitumbua cha Walda, kidole kile cha matusi ndicho Sefu alichokiingiza ndani ya kitumbua cha Walda na kuanza kumsugua kwa kukiingiza na kukitoa huku zoezi lake la kuyanyonya masikio ya Walda likiendelea kwa kasi. Alilalamika Walda huku moyo wake ukikubali kuwa mtoto huyo amemzidi. Kwa vile Walda alikuwa amevaa sketi ndefu nyeusi iliyompwaya haikumpa shida Sefu ambaye tayari alishusha kaptura yake ya shule na kuliacha dudu washa lake likiwa huru limesimama wima kama ndizi Bukoba. Walda alijikuta akiishiwa nguvu kutokana na kuchezewa kitumbua chake, hivyo mtu mzima alibakia amelegea. Hasa Sefu hakufanya ajizi Alimlaza Walda sakafuni na kumwingiza dudu washa lililokuwa likimkuna kama mtu mzima, ambapo Walda alibakia akiweweseka kimahaba. Sefu alikazana kupampu kwa kasi juu chini, huku akiitafuta gispoti ya Walda. Alipoigusa alishangaa hata Walda mwenyewe kubadilisha kilio cha mahaba. Alisugua kwa kasi mpaka Walda akamwaga. Baada ya kumwaga naye alimpa sapoti Sefu kwa kukizungusha kiuno chake kama anakipeleka juu kulifata dudu washa na kukishusha chini. Alifanya hivyo kwa muda wa dakika mbili, Sefu naye akaja akamwaga uji wake ambao ulikuwa mwepesi sana, kiasi kwamba hata Walda hakuhisi chochote kimemwagikia. Baada ya kuvunja amri ya sita kwenye sakafu ya ofisi hiyo, Walda aliinuka na kupandisha sketi yake huku Sefu akiwa naye anaipandisha kaptura yake. Baada ya wote kujiweka sawa, Sefu hakuweza kumtazama mwalimu wake usoni. Mm, siamini kama mtoto mdogo unajua hivi jamani. Sasa baadaye mkitoka shule uje tena ofisini kwangu, kuna zawadi nzuri nitakuwa nimekuandalia alipozungumza hivyo Walda alimruhusu Sefu kurudi darasani, kisha yeye kuendelea na zoezi la kusahisha madaftari. Sefu alikuwa na wazazi wote wawili, mzee Piusi na mkewe Pamela. Pia alikuwa na dada wawili waliokuwa wanasoma sekondari, Sasha kidato cha nne na Alice kidato cha pili. Sasha na Alice walikuwa wakienda shule asubuhi na kurejea jioni kama mdogo wao Sefu. Mzee Piusi alikuwa ni mfanyabiashara wa viatu vidogo vya watoto huku mkewe akikazana na ufundi cherehani ambapo kwa pamoja waliweza kushirikiana na kuendesha familia yao. Siku moja Sefu alitega shule, yaani hakuhudhuria shuleni kabisa. Alibaki nyumbani bila kuwa na sababu yeyote ya msingi. Wakati huo nyumbani kwao alibaki yeye na mfanyakazi wao wa ndani aliyeitwa Rita ambaye hakujua chochote kuhusu maumbile ya Sefu kuwa makubwa visiendane na umri na umbo lake la mwili. Tayari walikuwa wameshamaliza kunywa chai ambapo Rita alieleka bafuni na kujisafisha mwili wake. Dakika kadhaa alirejea na kuingia chumbani kwake. Kwa jicho la wizi Sefu alikuwa akimwangalia Rita kwa jinsi alivyoenda bafuni na kurudi huku akiwa amevaa kanga moja aliyojifunga maeneo ya kifuani. Sasa wakati wa kurudi ambapo alikuwa kama anatembea haraka, ilisababisha makalio yake yaliyogandana na kanga kutokana na maji maji kutingishika na kumsisimua Sefu. Akawa amehamasika na wooo la Rita. Hali ya kubaki wao peke yao ndani ya nyumba nzima ikampa ujasiri, akawa anapiga hatua chache kuelekea kwenye mlango wa chumba cha Rita, ambaye muda si mrefu ametoka kuoga. Alipofika alibisha hodi. Nani? Sefu, ndiyo, fungua mlango. Navaa bwana, subiri kidogo, kwani unataka nini? Kuna kitabu changu kipo kwenye vitabu vya kwenye droa hapo na kihitaji. Mi sikuchungulii bwana. Utapofuka macho shauri zako, ingia. Rita alipotoa ruhusa ya Sefu kuingia ndani, alichokifanya alichukua kanga na kujiziba kwa kuishikilia bila kujifunga, huku akijua Sefu hachukui muda ataondoka ili endelee na kuvaa. Mara baada ya Sefu kuingia ndani, alimtupia jicho la wizi, ambapo alikutana na jicho la Rita likimwangalia. Unaangalia nini bwana? Embu tafuta kilichokuleta Aliongea hivyo Rita, huku mikono yake ikiwa kifuani imekandamiza kanga isianguke chini. Basi Sefu alianza kutafuta kitabu hicho kwenye draw iliyokuwa na madaftari mengi ya dada zake. Alijua wazi kwenye draw humo hakuna hata kitabu, bali ilikuwa ni gia ya kuingilia ili lengo lake litimie. We mtoto, utakuwa kipofu, usigeuke nyuma. Aliongea hivyo Rita kwa kauli iliyoashiria utani, huku bado akiwa amejiziba na kanga yake. Kwani kipi kigeni nisichokijua? Mimi sio mtoto wewe. Sasa wewe una ukubwa gani? Nikikuonyesha ukubwa wangu utaiachia hiyo kanga, halafu nikufanye ninavyotaka? Mm, we mtoto, mbona una maneno hivyo? Jibu sasa, nikuonyeshe? Kwa sharti hilo. Ndiyo umeanza kubalehe? Basi tabu tupu, kidudu chenyewe kama kipisi cha sigara, umfanye nani kama unavyotaka? Sawa, tukubaliane. Nikikuonyesha kidudu changu kikiwa kikubwa, unanipa ma... Mm, haya ndiyo onyesha, tuone. Josefu anamwonyesha Rita dudu washa lake na akiona itakuwaje? Usikose sehemu ya tatu, mambo bado ya moto.